Ni furaha tele ndani ya moyoni mwangu na ninarudishia Mwenyezi Mungu shukrani kubwa sana kwa yale ametenda kwa hii boma. Vile nilikuwa sikuwa naamini naweza kufikia siku ya leo, jua hapo awali nyuma nimekuwa na matatisho na shida shida nyingi. Nilikuwa nime rent, na hiyo rental niko na watoto wadogo wa mi ndio ninawashughulikia sasa inabidi niende ni kwa kibarua kwa shamba ya mtu nipateko kwa mia mbili. Kwa mia mbili nataka mia moja nigawe kwa chakula na mia moja nilipe rent, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mahali hii baraka imetokea, haki ya Mungu sijaamini na bado sijaamini, lakini uwezo wa Mwenyezi Mungu amefanya amani na imani imefikia, na yule mkobo wangu Raymond Molo pamoja na president wangu William Samoi Ruto na wale wafuasi wake hao alileta kwa ground huku. Mungu azidi kuingia ndani ya roho yenu, mtendee kila mama mjane yule hana mafanikio, muzidi kumtendea. Sio mimi peke yangu, na mimi naragesha Samoi Ruto Asante kubwa sana pamoja na Raymond Omolo, wafanyie wenzangu wengine wamebakia, pia wafanyie kitu kama hii. Unaona nyumba iko hapa, na hii nyumba imejengwa dakika kidogo tu, lakini imesimama sasa. Niko na imani ya kwamba mwenzangu Grace atalala mali pazuri leo. Widows Empowerment Program is doing so many activities like uh, every weekend we always uh, empower these widows

The widow groups these widows about financial literacy and on how they can take care of themselves and how they can manage the the funds which they have and how they can do their table banking in a way that can help them.